Bwana Yesu asifiwe sana. Hale. Unaelewa jambo hilo, kila ulimi, hata kama ulimi umezungumza kule kuzini, hata kama mwili, ulimi umezungumza duniani, hata kama ulimi umezungumza mahali fulani mabaya juu yako, Biblia inasema Amen. Sema amen. Sema amen. Unaweza ukachukua yale maneno mabaya yaliyosemwa juu yako. Yale maneno maovu yaliyozungumzwa juu yako, ukaanza kuyahukumu yale maneno. Ukaanza kuwajibisha yale maneno. Ukaanza kutamka juu ya yale maneno na ukayaingiza kwenye hukumu moja kwa moja, sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni raha namna gani, Mungu anapotupa uwezo wa kuwa na uwezo wa kuhukumu. Tuna uwezo wa kuhukumu maneno, tuna uwezo wa kuhukumu maneno ya kichawi. Wachawi wamepanga mambo fulani fulani kwa ajili yako, lakini kumbe tuna uwezo wa kuhukumu. Sema amen. Sasa Mungu anakuambia yachukue yale maneno maovu yote yaliyosema juu yako, ya hukumu, na ndivyo utakavyokuwa. Sema amen. Ndivyo itakavyokuwa. Wamesema hautakuwa, wamesema utaugua, wamesema huduma yako haitakuwa, wamesema biashara yako haitakuwa, wamesema chochote walichosema kwa kutumia ulimi. Leo ni siku ya kuhukumu maneno ya vinywa vyao. Leo ni siku yangu mimi na siku yako ya kuchukua maneno maovu na kupeleka mbele ya kiti cha hukumu. Hiyo ni siku ambayo Mungu ametupa usunuo huo. Kwa sababu Mungu amenipa usunuo huo, naleta usunuo huo juu yako. Pokea usunuo huo, ili kwamba tukasimama kwa pamoja. Yale maneno yote, ile lugu yote, kila kilicho nenwa, tunapeleka kwenye hukumu. Sema amen, watu wa Mungu. Kuna mambo mengi yanasemwa juu yako, haujui tu lakini najua hapa, wapo watu wengi wanajua mambo haya. Sasa tunachukua maneno hayo, hata kama najua, hata kama sijui, lakini kwa sababu nimejua neno la Bwana limenifungua basi ninapeleka maneno yote yaliyosemwa na mwanadamu, yaliyosemwa na mchawi, yaliyosemwa na mganga, yaliyoandikwa kwenye ardhi, yaliyofanywa popote pale, yakawa yanazungumza. Leo ni siku yangu ya kuchukua na kupeleka.